Yo ni vitanda vya hospitali kumi, uh, wheelchairs vitimwendo kumi na mashuka mia mbili ambavyo tunavielekeza vikasaidie katika hustaliswa wilaya ya Nyamagana na Ilemela, lakini kwa rusa yako pia nikutangulishe kwa mwaka huu, sisi mkewa kipekee Stanbic kwa sababu tunaadhimisha miaka thelathini toka tumeanza kutoa huduma kwa umma wa Tanzania. Katika miaka hii thelathini, na Stanbic tumeendelea kushikana na serikali, sekta binafsi, wafanyakazi wa umma, wafanyakazi katika sekta binafsi kwa ajili ya kukuza uchumi wao.